Uh, timu pekee ambayo iliyobaki sasa hivi matumaini makubwa ni timu ya Azam FC kwa namna ya performance yake, lakini kwa klabu laki laki kama ya Simba unaoniuliza vitari shaga mashindano na, na Yanga tunawatakia kila la heri. Kila, kila kubwa zaidi ni kwamba timu hizi mbili zilizobaki endapo zitapambana anake zitarudisha <clears throat> matumaini ya Watanzania lakini vilevile zitamfariji Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu kwa sababu ndiyo rais pekee ambayo nchi hii amewekeza kwenye, kwenye, kwenye soka na limeleta manufaa. Kama unakumbuka kumbuka tulikopo, tunaitwa kichwa cha mwenda wazimu Tanzania, lakini hili sasa hivi limeshakufa kutokana na performance kubwa ya soka ambayo ipo katika nchi yetu.

fasta maanake, hapa tumeambiwa daika kadhaa, hii simu muhimu. Yani ndio maana nikakwambia vipi kurikodia hii. Kwa sababu gani? Yani sometimes inakata, yani tunatumia kama backup, umewasha